Jamii nyingi za ukanda wa bahari zilikuwa zinaishi na, mpaka sasa bado maisha zetu hazijaimarika inavyotakiwa. Maisha yetu yalikuwa duni, pamoja na kwamba tuna neema na utajiri wa bahari. Sasa hii stadi inaenda kutusaidia, vifaa tutakavyovipata inaenda kutuongezea zaidi, ili tuweze tukamiliki vizuri mazingira yetu na tukaweza kupata vipato. Naombeni sana katika mambo tutakayopenda kuzingatia ni kwamba tupate fursa ya kibiashara bila kuharibu mazingira ya asili. Sisi tunapongeza serikali TFS, wametengeneza ile boardwalk ambayo inakwenda na naomba sana Jen wapelekwa na timu yake wakatembee pale waone ile boardwalk kwenye kwenye ile m imekuwa ni kitega uchumi kizuri cha cha utalii, na tunategemea sasa kujenga a, a, nyumba ndogo ndogo za wageni za kulala ili waweze kufaidi bahari, utulize nafsi, kwa sababu bahari, tunaambiwa maji ya bahari ni ni, ni, ni nani tosha, yani ni kama unasikia depression kama msongo wa mawazo ukipata, ukiona maji ya bahari yale, nadhani sisi hatuyatumii watu wa mwambao, tunaona tu ni kawaida, lakini maji ya bahari ni dawa, tokana na jinsi utakavyonuia we mwenyewe. Wanakwambia maji ya bahari ni utajiri, ukiuona tu yale maji ya bahari, kwa sababu bahari haina mwisho. Wewe ukifika baharini ukisononeka, maisha magumu yataendelea kwa magumu. Ukifika kwenye bahari ukafanya afemeshe ni ukajiona kwamba Mwenyezi Mungu kama maji yanavyotandaa hapa na maisha yangu na uchumi wangu utaimarika kama unavyoona. Ni kile unachojiambia na mazingira yale, mambo yanabadilika. Ndio maana unakuta mtu anaenda kwenye uoto asili huko Amani game Amani Nature Reserve anafanya meditation, anatulia, anapumzika. Na ndio hivyo hivyo hata baharini. Sasa watu wanaogopa baharini, kuna majini, lakini baharini ndio kuna utajiri na baharini ndio kuna utulivu, na kama mawimbi yanavyotua yale, na kila kitu kinatuama, maji ya, ki, ya ki, kukupwa na, ku, e na kuja na kuna ule nini anaitwa ba, bamvua vile vile simu ile nitaendelea kujua tu vizuri, lakini kwa ujumla nyinyi mko kwenye neema. Tumieni neema hiyo vizuri, fanyeni aa, nuizieni, nuieni, nuiza. Na ndio maana unachukua chumvi, maji chumvi ya baharini, dawa tosha kwa ajili ya kunanii nafsi. Unajua Mwenyezi Mungu alivyoumba, hata kwenye msafu Mwenyezi Mungu alivyoumba kuna vitu tunavyodawa hatuvitumii, lakini ni vya asili viko pale. Kwa hivyo, ndugu zangu, fursa ya bahari ni pana sana. Ninaenda kwenye engo zote, the spiritual, the body mind and soul, kupitia tu bahari. Kwa hivyo, tutumie fursa hiyo kujenga uchumi zetu, lakini tuendelee kulinda na mi nawapongeza sana kwenye programu hii ya kuhakikisha tunalinda matumbawe na kuhakikisha tunaendelea kupanda mikoko. Tumeshirikiana sana, beach management units zimetengenezwa kila wilaya, zimefanya kazi, zimejengewa uwezo kuhakikisha kwamba wanalinda uchafuzi kwanza wa mazingira. Nimeona Pangani nimeanzisha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

kuna baba mmoja hmm. Ana wake watano walikuwa HIV positive, alivyonitumia majibu ya juzi eh? Nikaona mstari tu moja moja, na watoto alikuwa positive eh? Wakawa negative, wakawa mstari huu hmm. Hmm. Kama moja kama kuna dada mmoja ametumia message, mama, nimepata negative. Nikamwambia haya, nenda kwa dokta wako aliyekuwa anakupa, aende akathibitishe. Na dawa zangu zimesajiliwa na nimepata serikali jinsi inavyotaka.